Tumekuja leo makhususi kwa ajili ya ukabidhi kompyuta e, tuliahidi wakati ule tuna, tumeleta vitabu tuleta vitabu kwa ajili ya maktaba na maboresho kidogo ya maktaba. Tuliahidi kwamba tutaleta pia na kompyuta. Sasa ile ahadi yetu leo ime, imefanikiwa tumeweza umeweza kuleta kompyuta hizi 25 ah, ambazo zimetugharimu milioni 30 zilizochangwa na Wanamzumbe. Nia yetu ni kuona shule inaendelea vizuri katika nyanja zote. Tunajua teknolojia ni kitu ambacho ni cha muhimu sana eh, kwa, kwa wakati huu bila teknolojia na vijana kujua, itakuwa ni shida kidogo. Kwa hiyo basi, huu msaada ni kwa hisani ya wana alumni. Mkuu wa shule na mwenyekiti wa bodi, naomba zitunzwe, zitunzwe kwa sababu eh, zi, zi, zikae kwa muda mrefu zaidi. Eh, tumefanya mengi na hili pia tunaendelea kufanya, lakini tumegundua kwamba bado itabidi tuboreshe zaidi. Kompyuta e, peke yake ili ni kama box, kuna vitu vinaitwa software eh. Kwa hiyo kuna wataalamu wenzangu wa kompyuta hapa, ni lazima tuweke software ambazo zitasaidia ufundishaji uwe mzuri zaidi, lakini pamoja na hayo tunaamini kwamba kwa sababu dunia sasa hivi ni ya utandawazi tunahitaji fasiliti za video conferencing. Kwa hiyo tutakuja kuweka screen kubwa hapa na kamera, ili mweze kupata eh, masomo mengine na, na kushirikiana na duniani huko. Kwa hiyo hilo tutalifanya eh, wakati wake ukifika. Tumekabidhi kompyuta 25 kwa wanafunzi ili waweze kwenda na wakati, na kama ilivyoelezwa baadhi ni wanamchepuo wa kompyuta. Kwa hiyo kitendea kazi hiki, tunaamini kama Mzumbe Alumni, kitaweza kuwafanya wawe bora bora zaidi. Hawa ni vijana maalum, kwa hiyo, wa vipaji maalum. Kwa hiyo kama wahitimu wa shule hii, tunafarijika kwamba tutakuwa tumechangia kukiibua kipaji chao zaidi na zaidi. Tunategemea, tumeona tayari washatengeneza mfumo wa uchaguzi, lakini kuna vitu vingi kwenye teknolojia watavifanya. Kwa hiyo tunatengeneza kina Elon Musk sasa hivi na waanzilishi wengine wa mitandao mbalimbali na vitu vingi sana kwa sababu sasa hivi dunia ni dijitali. Kwa hiyo tunaamini tuko sehemu nzuri na tunaamini kwa kazi tuliyofanya na motisha tuliyotoa, vijana hawa watakuwa kuja kuwatumia taifa hili. Hili darasa ambalo leo ni maabara ya kompyuta, ndio tulikuwa tunatumia wanafunzi wa form 5 miaka ile, tulikuwa na darasa moja tu. Mfumo umebadilishwa kwa sababu ukiingia mlango huu hapa, kulikuwa malokasi ya kuwekea vitabu na kule ndio kulikuwa, ma, uh, kulikuwa na ubao tulikuwa tunatazama kule. Kwa nini nimefika hapa nilipo mimi, ni kamishna msaidizi mwandamizi mstaafu wa jeshi la polisi Tanzania, ni kwa sababu nilizingatia yale niliyokuwa nafundishwa na waalimu nikayatumia lakini, katika masomo yote nilikuwa napewa, nilikuwa nimefundishwa na, na walimu kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Kwa hiyo hata katika utumishi wangu uliotukuka ndani ya jeshi la polisi, niliweza kufikia mafanikio ya kuwa na nishani ya utumishi uliotukuka kutokana na msingi wa nidhamu niliyojengewa na walimu wangu wa Mzumbe. Kwetu sisi tunaamini mahala popote ulipo, baba yako ni yule kiongozi aliyopo hapa. Kwa hiyo leo nimefarijika sana kukutana na baba yangu mkuu wa shule eh? Yeye ndio msingi wa mimi kuwa hivi pamoja na umri wangu, lakini na mheshimu kama baba kwa sababu bila yeye nadhani nisingemaliza shule, na kama nisingemaliza shule nisingefika huko nikofika. Kwa hiyo nitoe wito kwa ninyi vijana, mtafika huko mkizingatia yale yote mnaofundishwa na nidhamu binafsi ya kila mmoja wenu kwa niaba ya jumuiya mzima ya Mzumbe Sekondari, kwa msaada huu tulipewa na Mzumbe Alumni, tunashukuru sana, na kwa sisi uh, ni motisha moja kubwa sana, kwa sababu mwaka huu tumeanza na form 5 nani na mchepua PMC, kwa hiyo kuja kwa kompyuta zinatusaidia sana, na hata form 1 wameanza kusoma kompyuta. Kwa hiyo kwa dinsi shule yetu ilivyo tutatumia vizuri hizi kompyuta na tuhakikisha kwamba performance ya shule inaongezeka. Hiyo <laughs> ndio ahadi ambayo, ambayo, ambayo tunaitoa kwenu, na naomba mzidi kutusaidia kwa sababu mmesaidia vitu vingi sana, na sisi walimu ambao tutafurisha Mzumbe tuko proud sana na nyinyi, Mzumbe Alumni, yaani mmekuwa, tunatembea kifua mbele, kuna watu nyuma yetu tunalinga kwa kuweza kutusaidia kutotea hizi kompyuta ambazo tutasaidia katika masomo yetu. m maana yake sisi kwa ajili ya kusomea. maana yake tulikuwa tulika wa kwanza ambao tuliongeza somo la 10 ambalo ni ICS. wanafunzi ambao vitu vitu mbalimbali tunaweza kufanya vizuri na hata nhata vizuri. vizuriangu mimi nna furaha sana sana na sana kwa baba zetu babu zetu hapo Mzumbaruni naye kwa kusaidia hizi hapa kompyuta, kwa maana tulikuwa na uhaba wa kompyuta, zingine ni mbovu, zingine hazifanyi kazi. Ndio hivyo tunawashukuru sana baba zetu hapa Mzumbaruni. Mungu aendelee kuwasaidia na Mungu awafanikishie katika maisha yao. Amen. Utakuwa na utofauti mkubwa sana kwa kuwa sisi hapa tutakuwa na uwezo wa kutafuta notes online hapa. Endapo tutafanikisha, itatuwezesha kusoma kwa urahisi zaidi, kuliko itapunguza pia hata upotevu wa muda wa kuandika notes nini. Unakuja unasoma una, unasoma una summarize mwenyewe hapa, na inakuwa rahisi pia kuelewa. Unaweza kauliza hata maswali huko online na ukajibiwa.